E, bwana mwanamuziki William Nicholas Limo maarufu kama Belnasi nasi nenga mafioso amezua gumzo baada ya kuja na madai ya kudhurumiwa astaiki zake za muziki na moja ya majina makubwa kwenye entertainment Max Kateri, Max Kata. Max at ni matu purpose entertainer na businessman ambaye amekuwa akijihusisha na kupiga picha, management ya wasanii mbalimbali na mtaalamu wa masuala ya mitandao. Leo sasa Juni 13, 2025, msanii um, Billnass ameshuka na waraka mzito sana kwa umma akidai kudhulumiwa na Max Carter ama Max Carter uh, na kudai kuwa si yeye peke yake, bali punde watasikika wasanii wengine wakitoa moyoni kuhusu uovu wa Max Carter. Ikumbukwe, miaka mitatu nyuma, Max Carter alishawahi kuingia tena kwenye skendo ya aina hii na msanii Rashid Maquil muite Chidi Benz Benzina. Chidi Benzi alikuja <laughs> hadharani na kudai kuwa Max Carter alimpatia kitita cha Tanzanian shillings laki nane tu aa, kama makusanyo ya kazi zake kwenye digital platforms zote aa, kiasi ambacho anaamini ni kidogo Uh, kulingana na ukubwa wa kazi zake Chid Benz, hivyo anaamini alistahili zaidi ya hiyo, uh, lakini Mx Carter alikuja na kukanusha taarifa hizo na kusema kuwa uh, kwa, kwa, kwa Chid Benz aliwekeza kiasi cha zaidi ya milioni kumi na mbili za kitanzania without returns. Leo pia msanii Nenga Mafioso amekuja tena na madai kama haya na kusema kuwa uh, katika wimbo wake wa Puu aliomshirikisha Jay Melody uh, hakuambulia hata senti tano uh, licha ya ukubwa wa wimbo huo, hivyo amemtuhumu Mx Carter uh, kuzoa mkwanja huo. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, msanii Billnass amemwita Nenga. Ameandika haya: Uh, juzi niliandika waraka kuhusu vitu vingi vilivyomo kwenye upande wa pili wa tasnia uh, na sanaa zetu. Lengo sio kuwavunja moyo na kuwakatisha watu wapya au vijana wenye ndoto ya kuingia kwenye tasnia bali ni kuwakumbusha na kuandaa kukabiliana na ulimwengu wa kweli. Ndio maana nilisema kabla ya kufanya hizi kazi usisahau kumwomba Mungu akupe roho ya kustahimili aa, na nguvu ya kukabiliana. Sasa nitaanza kuelezea mambo kadhaa kwa uchache aa, nilizungumzia dhulma, ushetani, vita, usaliti na mengineyo. Kwa leo, acha nianze na dhuluma. Kuna dhuluma nyingi zinafanywa na wadau, labels, managers, promoters uh, wamiliki wa media, distribution company na kadhalika. Lakini leo wacha nianze na upande wa distributions, na nitamwongelea Michael Mlingwa aka Mx Carter kama mmoja wa wadau muhimu, lakini wadidimizaji wakubwa kwenye masuala ya uuzaji na usambazaji wa kazi zetu uh, tunazozitolea jasho, na mimi nikiwa mmoja wa wahanga wa dhuluma hiyo, na naamini baada ya hili mtasikia vilio vingi vyenye kufanana na hiki. Unaweza ukaamini wimbo mkubwa kama Puuh sijawahi kupata hata senti moja ya mauzo yake upande wa digital. Na hata unapofika wakati wa kupata staiki zangu anakuwa naomba au kubembeleza, na kuna makubaliano ya kisheria. Hiyo ni moja. Nitarudi kuelezea mengi yanayofanywa na watu kama Mx Carter na washiriki wao hayo ndio aliyoyasema msanii nenga leo. Je, nini maoni yako juu ya tuhuma hizi za kujirudiarudia kwa Mx Carter kutoka kwa wasanii hawa wawili Chidi Benz na Billnass? Pia je, wasanii hawa hawana wanasheria mahiri wa kuweza uh, kulimaliza suala hili kisheria badala ya kutupiana maneno mitandaoni au ndio showbiz za wasanii? Dondosha maoni yako nami nitasoma hapa hapa chao.